Mwanadamu yote anapozaliwa huwa anazaliwa na seli kamili za ubongo wake. Mara kadhaa tunasikia tunasema kwamba oh, bongo unaokuwa au akili yake haijakuwa bado. Maana yake kwamba seli ni zile zile, lakini kinachoongezeka ni zile brain connection ambazo katika ubongo ambazo hizi ndo zinakuwa zinamsaidia mtu kuongeza skill tofauti tofauti ambazo zinasaidia katika maisha yake. Hiyo, mchezo pia kwa mtoto ina nafasi kubwa sana ya kutengeneza hizo brain connection na kufanya mtoto wako a develop skills tofauti tofauti weza kumsaidia mwanao kutatua changamoto zinazomzunguka, kuongezeka uwezo wake wa kufikiria, uwezo wake wa kuchangamana na watu wengine, pia ndoa inayomzunguka. Play date with RJ Benjamin imekuletea fursa ya kipekee kwa ajili ya mwanao. Mlete mwanao tarehe kumi na tatu mwezi wa kumi na mbili pale Goba Salt Special Supermarket. Tumeandaa michezo tofauti tofauti, michezo hii ni kama na painting lakini vitu vyote vitaandaliwa kwa ubunifu na katika hali ya kumchallenge mwanao, ili aweze kukua zaidi katika vitu ambavyo, lakini pia, pia tumejumuisha mchezo wetu ujumuishi, pia najumuisha wenye ulemavu

Audiology, speech and language pathology. Wataalamu wote hawa ni wataalamu ambao wamebobea katika makuzi ya watoto ambao tayari wanatumia huduma hizi za speech and language pathology kushauri namna ya kufanya lakini pia namna ya kutumia michezo kutimiza malengo ambayo yamepangiwa na ambao wanafunzi chuo cha Muhimbili. ya Benjamin, tiketi yako unaweza kuichukua hapo Salt Special Supermarket Goba au unaweza pia tiketi yako ukaipata Kyaro Assistive Tech Dar branch Upanga, au unaweza kupiga namba ya simu ifuatayo sufuri saba sita tatu themanini na nne, themanini na moja, tisa, saba. Karibu atfaili sana, nakaribisha kuwa sehemu ya tukio la kihistoria asante.